Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama nchini CDF jenerali Mkunda ametoa onyo kwa askari wapya wa JWTZ kutojihusisha na siasa, matumizi ya mabaya ya mitandao ya kijamii, madawa kulevya, kamari, pamoja na kuepuka na madeni yasiyotija. Askari wapya wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ waliohitimu mafunzo Januari 31, 2025, Msata mkoani Pwani wametakiwa kukiishi kiapo cha utii wakati wote watakapokuwa wakitekeleza majukumu yao sehemu mbalimbali. Katika hilo wameaswa kutotenda mambo ambayo ni kinyume na taratibu za kijeshi ikiwemo kujihusisha na siasa, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, matumizi ya madawa ya kulevya, michezo ya kamari, pamoja na mambo mengine ambayo yanakinzana na kanuni za jeshi hilo. Akizungumza kwenye hafla ya kufunga mafunzo ya askari hao wapya yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi, mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, Jenerali Jakobo Mkunda, amesema askari wotoka kwenda kinyume na kiapo chao watachukuliwa hatua.